mingine nayo amelala akaanaj barabarani, yani kabisa, ni yani, amelala barabarani, yani manake ni kwamba <tusik>

Wao wanapanga magazeti wanapanga kama hii ni magazeti. So guys, mbana tutaonana baada ya mida fulani hivi, sababu leo tunasafari ndefu kidogo na kilichopo so, sau okay? Watu wote wanawaona hapa ni wapo Mnazi Mmoja, kwa hiyo kwa na... somana. Saa moja na dakika ngapi? Saa moja na dakika mbili. Kwa hapa hapa sisi inabidi tutafute mtaa wa Tandamti uh mtawa Tandamti kwa sababu tuna misha inabidi tuifanye, then ndo tuendelee na mambo mengine. Kwa hivyo sasa hivi inabidi tutafute mtawa Tandamti ili, ili tufanye mambo mengine yani ni lazima tukae mpaka saa mbili tujua kwamba Tandamti nakwai. Lakini pia uh, nikupe update. Kama hujasubscribe channel hii, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia unabonyeza alama ya like, kuhakikisha like, kwamba tuko pamoja. Hii yote itanipa kareja kuendelea kutengeneza video zingine, lakini pia guys, kuna watu ambao hawaja hawaja subscribe channel ila wanaona, uh, wanaona, wanaona video. Kwa hiyo inabidi tu inabidi wasubscribe ili tujua kwamba tunasaidianaje. Hii hapa ni itakuwa barabara ya kwanza, okay. Barabara ya pili, then let's see barabara ya pili itakuwa juu pale. Barabara pili kwamba inakuwaje? Kwa maana leo tuna mambo mengi kidogo ya kufanya, lakini pia na mambo mengi kidogo ya, ku, ya kukwambia. Kwa hiyo make sure una Unanifollow, unafuatilia video mpaka mwisho. Huu mtaa unaitwa Bongonyo, Bongonyo Road, ni mwaka elfu moja mia tisa mia nane sabini na sita. Huu mtaa unasifika kwa utulivu na ni mtaa ambao Uh, upo karibu sana na upo karibu sana na Oysterbay, sehemu ambayo yule mchina Mr. Weis, Weis Wang alikamatwa na kitu kama alikamatwa na bilioni mbili mtaani, yani anazurura nazo mtaani. Two billions, so you can see how, yani yani, unaweza ukaona jinsi gani watu ambao wako free Tanzania kumuvu na pesa nyingi kiasi hicho, kwa sababu two billions ni maburungutu ni ma, yaani ya hela na ni wanasema, na ni, uh, ni, ni nini ni nyingi, in fact ni nyingi sana. Kwa hiyo umta mgongoni ni eneo ambalo liko very, very, very, very, very cool. Umeona kwanza nyumba zenyewe zilivyo huku inapoelekea ni mabosi, yaani huku ni mabosi ndio wanakaa. Kimtaa kimetulia, hakuna kelele, hakuna chochote kile kwao. Sasa mwisho wa siku kinachokuja kutokea, mchina akatembea na bilioni mbili, wamemkamata. Sasa hapa nilikuwa nakupa tu brief ya ya kitu gani ambacho kitu gani ambacho kwenye sasa leo nataka nikakuonyeshe ni uh, nikakuonyeshe um, ni hoteli apartment ambayo jamaa wamekamatwa na hizo bilioni mbili ndani na zingine zilikuwa kwenye gari. So guys, eneo ambalo tupo ni Oysterbay, hii yote yote ni Oysterbay, na hapa hii Oysterbay ndosema ambapo uh, wale wa China walikamatwa na bilioni moja bilioni mbili kwenye gari na zingine zilikuwa ndani hapa Oysterbay, hapa unapokuona hii yote ni Oysterbay sasa huenda, sasa huenda, sasa huenda ulikuwa ujuu nakuamilisha kwamba hii ndio Oysterbay na hapa tulipo eneo pekee ambalo mitaa hii ni mitaa ambayo wale wa China walikamatwa na mbili B, B, B. Yani hau, hau kama mtu unatembea na bilioni mbili kwenye gari sandarusi limejaa pesa bilioni bilioni. Bilioni mbili ni pesa nyingi sana kwa, kwa Mtanzania kuimiliki kwa kutembea hatuna ulinzi huo wa kusema kwamba mtu unaweza kutembea na bilioni mbili mtaani <clears throat> bila ulinzi bila chochote, kitu ambacho ilifika hatua mpaka mkuu wa mkoa naye akaingilia aka kati so, The Chinese guy ambapo alikamatwa na bilioni mbili kengo hii so, how

So, guys, Mr. Ka... Weis Wang ana miaka 41 milioni ile apartment. Ili ndo eneo ambalo mtu anatembea na anatembea na 1 billion, yani ndo mitaa ambayo mtu anatembea na 1 billion kwenye gari, 2 billion kwenye gari, 3 billion kwenye gari, na ni wa chini. You can see, oh, the building, this is a street, ndo mtaa ambao mtu anatembea na 1 billion. How can you walk with 2 billion in your car a street like this? So Mr. Wang, Mr. Weis. Weis Wang and Weis Wang na Weis uh, Wang pamoja na pamoja na uh, the other guy is called what? Weis Wang and uh, walikuwa uh, wawili, Yao Licong Miaka thelathini na thelathini na mbili, anatembea na bilioni mbili, bilioni mbili inakaa nikamata natembea na bilioni mbili, yeah, mbili. Maeneo kama haya inashangaza kidogo, lakini ndio hivyo, jamaa wameshakamatwa. E, alo, sasa hii namba yako ni, ni eh, ya Voda? Eh, ya Voda, ya Voda au ni ya nini? Ya Voda hii ni namba ya Voda, sasa mbona inagoma? Kwa sababu hapa mi iniletei hata jina yani namba yako hii ukinani ailete hata jina, basi poa. Mimi nimetuma tu, kama utaipata basi utaniambia, au kama itaenda itakuwa imeenda sehemu nyingine, wewe wewe utaniambia basi kwa kwani ilikuwa ni ngapi? Ni shilingi ngapi, si ndiyo? Hiyo hapo, basi poa mami, kama usinanii basi nanii basi, wewe jitafakari basi kwa makini ile jambo nimekueleza, nimekueleza.